Vita kati ya Israeli dhidi ya wapiganaji wa Hamas eneo la Gaza vinaendelea, wakati huu ambapo upinzani dhidi ya Waziri Mkuu wa, wa taifa hilo, Benjamin Netanyahu unazidi kuongezeka. BBC imeripoti leo Alhamisi Mei Mosi, 2025 kuwa katika wiki za hivi karibuni, maelfu ya wanajeshi wa akiba wa Israel kutoka vitengo vyote vya jeshi wametia saini barua wakimtaka waziri mkuu Benjamin Netanyahu asitishe mapigano na badala yake aweke ya mkazo kwenye kufikia makubaliano ya kuwarejesha mateka waliobaki hamsini na tisa wanaoshikiliwa na Hamas. Miezi kumi na nane iliyopita ni Wanaisraeli wachache waliokuwa na shaka kuhusu mantiki ya vita hiyo kuwashinda Hamas na kuwarejesha mateka. Kwa wengi, usitishaji wa mapigano wa Januari na kurejea kwa zaidi ya mateka thelathini kulileta matumaini kwamba vita hivyo vingekoma hivi karibuni. Lakini baada ya Israel kuvunja usitishaji huo na kurejea vitani katikati ya Machi, matumaini hayo yalifutika. Mkuu wa shirika la ujasusi la Mossad Dani Yatom amesema kuwa, tulifikia hitimisho kuwa Israel inaelekea mahali pabaya sana. Tunaelewa kwamba linalomhangaisha zaidi Netanyahu ni maslahi yake binafsi. Katika oroza ya vipaumbele vyake, maslahi yake na udhibiti wa serikali yake vinakuja kwanza, sio mateka. Wengi wa wale waliotia saini barua hizo za hivi karibuni, kama ya Tom, ni wakosoaji wa muda mrefu wa waziri mkuu na baadhi ya washiriki maandamano dhidi ya serikali kabla ya vita kuanza tarehe 7 Oktoba 2023 baada ya shambulio la Hamas dhidi ya Israel. Yatoma amesema kuwa siyo siasa inayomsukuma kuongea. Nimetia saini jina langu na ninashiriki maandamano, si kwa sababu ya kisiasa, bali kwa sababu ya kitaifa. Nina wasiwasi mkubwa kuwa nchi yangu inapoteza mwelekeo. Barua ya kwanza ya wazi kuchapishwa mapema Aprili ilisainiwa na wanajeshi wa akiba na wastaafu wa elfu moja wa kikosi cha anga. Kuendelea kwa vita hakuingilii lolote kwa malengo yake yalitangazwa na kutishia kuwaua mateka, waliandika. Waliishi wa Israeli, wafuate mfano wa kabila. Muda haujaisha kwa wale mateka 24 wanaodhaniwa bado kuwa hai huko Gaza. Kila siku inalipotiwa inahatarisha zaidi maisha yao, kila sekunde ya kusita ni aibu kubwa. Katika wiki zilizofuata barua kama hizo zimetoka karibuni kila tawi la jeshi likiwemo vikosi maalum vya mapambano na ujasusi pamoja na makamanda waliowahi kutunukiwa. Zaidi ya saini elfu kumi na mbili zimekusanywa baada ya Oktoba saba. Maelfu kwa maelfu ya wanajeshi wa akiba wa Israel walijitokeza kuitikia wito wa kulitumikia taifa, lakini kwa sasa wengi wao wanakataa, huku ripoti zikionyesha kuwa mahudhurio ya wanajeshi wa akiba yameshuka hadi kati ya asilimia hamsini hadi sitini.